Tanzania, tafadhali, mimi sitakuwa nawafunza kila kitu. In fact, nimenutu nimenutu, mko chini sana. Ati Samia Suluhu anasema akichaguliwa atawawekea mataa ndio muweze kufanya kazi 24/7 mm. <laughs> What the hell is that? mm. E, yaani tuko 2025 bado mnawao kuagiza mm. na sisi tuko hapa chini ya mataa. Hii mataa iko over 10 years hapo. Na nyinyi hamujafika hapo my friend. Kwanza Samia Suluhu wewe hujaichaguliwa ile kiti umekalia ni ya mukuvyi, na kila mtu anajua hivyo. So hii ni mara yako ya kwanza kuchaguliwa kama president Tanzania, na tunajua Tanzania kunanga opposition si opposition alifungwa? Hakuna demokrasia. Si demokrasia ilikidnapiwa? Mm. Yani Tanzania, nyinyi hata before mu vote mnajua president ni nani. Hapa election iko 2027 na hata hajulikani juu mwenye yako ni one term. Nyinyi saa hii hamjachaguana, lakini mnajua president ni nani Tanzania, tafadhali. Tunajua we, ha we have set the pace. Tushatoka kwa World Cup qualifiers 2026. Hiyo tushajitoa na najua lazima mtufuate sababu si kwa nyuma yetu, hmm. So lazima mtufua mtufuate, hmm. So Tanzanians Najua Zuchu ana, atawaelezea ile maneno tulimfanyia yeye mm, anaiba huku shuga shukari mm, nasisi, national anthem mm. Mm. na sisi tunaiba national anthem ya Kenya kama namna gani? Ati anaiba shuga shukari na sisi tuko kwa national anthem saa hii my friend, chagua chaguaneni, ama msipochagua. Na president tunajua ni Samia Suluhu mm. Msimuchague msimuchague ni Samia Suluhu, hata hatutabadilisha mm. Ungeni maduka yenu kabisa Tunapita ambushi, tunakuja kama maninja. Tukukute sasa umefungua kisupamaketi chako, tukukute umefungua kiduka, tuko kazini, tunakupambania usipigwe kodi na TRA kubwa, kodi zisizoeleweka. Tukukute umefungua kiduka chako na kitambaa chako libaya libaya hivo, kama kama kiulimi cha tai, tukukute wewe utu mahali hata siku tukitoka tu, yaani hata sisi kwa wananchi kwa wananchi tuhamasishane, hata viboko vitembee. Mtaandamana mmejitwisha mikono wanaume, tumetoka kupambania nchi afu tukukutume umekaa unatafuna vichips kule. Tanzania nasikia kwamba e, wameanza kuongea katika vyombo vya habari kwamba kuna Wakenya wameanza kutoa mapendekezo ya kujiunga nao tarehe 29 Oktoba kujiunga katika yale maandamano e, Wakenya wameanza kuomba mm nafasi yao kwenye yale maandamano. Wanasema kwamba jamani, ninyi jirani zetu, amtaingia mtaingia. Wanataka kwenda maandamano Tanzania mtakabiliwa, wanasema mtakabiliwa. Niambie tu, Wakenya, Wakenya wanasema watakwenda maandamano Tanzania, mtakabiliwa. Na kama mwamini, muulizeni Boniface Eh, atawambia Boniface Mwangi. Lakini eh, wakiwa wengi itakuwa ngumu kuwakabili, tutawakabili vilevile <laughs> tuko na jeshi, jeshi la Tanzania, jeshi tupu, la Tanzania jeshi la polisi, tuko na jeshi la polisi. Idadi yetu ya jeshi Tanzania inatosha. Eh, Kwa hivyo Wakenya wale ambao wanawatundu wanataka kuja katika maandamano haya naam. Basi wajue tutawakabili, tutawakabili hatutakubali, hatutakubali. <laughs> <laughs> eh, watu kutoka nje kuja kuleta utovu wao wa nidhamu eh. Nchi yenyewe inawashinda kule. Eh, sasa kama wanapanga naam, kuja katika maandamano ya tarehe ishirini na sita basi wafahamisheni tutawakabili katika mipaka yetu. Eh, mpaka wataveta tutawaka

Igori kurya, gori kurya tutawakabili, maanake tutakubali lunga lunga, tutakubali utovu wa nidhamu na na manga pia, na na manga pale watakabiliwa, lakini Kenya. Nade mwambia kwamba Watanzania wanataka usaidizi wenu kwenye maandamano. Wapo sawa. Wako sawa wenyewe. E, wapo sawa na kule, wachene wajifunze tu. Sawa. E, sawa. Wajifunze maandamano pole pole. Wachene wadili na mambo yao pale. E. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jeshi la polisi linawasubiri hey, kwelikweli tarehe 29 Oktoba <laughs> nitawakabili. <little> Mama Samia <laughs> hatukutaki kama kutekwa, acha nitekwe. Maana ya maisha mimi, nimeshachoka, nimeshachoka kabisa. Hata nikifa leo, mimi siwazi. Hata nikija kukamatwa na polisi, nevikafie jela, siwazi. Lakini we mama, tumekuchoka sisi, hatukuelewi achia kiti hicho. Yani chama cha CCM sio kama hatukipendi, tunakipenda, lakini wewe ndo hatukuelewi. Ungeachia tu madaraka urudi Zanzibar, tuachie Tanzania yetu. Maana yani sasa hivi kila sehemu kero, yani ukienda kwa mwenye mwendo kasi uko kero, yani serikali inaonekana haifanyi kazi, na wewe ndio kiongozi. Kwa hiyo tuachie tu nchi yetu, waingie viongozi wengine. Yani wewe bora uwe hata diwani au mbunge, lakini sio uwe rais. Kwa hiyo kama vipi wewe tuachie tu nchi yetu, sisi hatukutaki kabisa. Mimi naongea kabisa, hatukutaki. Mimi mwenyewe sikutaki wewe, rudi tu kwenu Zanzibar. Maana toka uingie mimi sijawahi kusikia umezindua kitu kikubwa. Kama kipindi kile Ankomago, unaambiwa leo kazindua standard gauge, kaanzisha mradi wa kujenga treni, mara kaanzisha, kaanzisha mabwawa ya kufua umeme, mara nchi yetu imekuwa uchumi wa kati. Lakini toka umeingia sijai kusikia hata kimoja. Kwa hiyo tuachie tu nchi yetu tunakuomba. Kwa hilo, kama nitakuwa nimekukosea samahani. Kama utachukua sheria, chukua sheria. Na ningependa niwashauri wa Tanzania. Wananchi sincerely mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya sio maandamano, mpo sahihi, mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track, mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu, na pia mtambua kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi hapo upande wenu wendi hawezi kutoka zrali kama nio kutoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivyo, ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine, pande yingine pande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki, baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo pande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma, hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma na ole wake, yani hapa naliongea sasa kwa kwa, kwa, kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakao wazuia watanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja, tutakuuliza kwa nini ulikubali. Eh? kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuri kwa, kuwa kuwa kwa nini ulikubali kufanya hivyo? Najua amwamini lakini, siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache, iko kitu kikubali, hakikubaliki hata kidogo.